Kati ya mwaka 2020 na 2025, bara la Afrika limeshuhudia kitu cha ajabu. Wakati dunia ikihubiri demokrasia, Afrika imeamua kurudi kwenye mtutu wa bunduki. Tumeona maraisi wakiangushwa kama maembe, katiba zikichanwa na makamanda wa kijeshi wakichukua ikulu. Sio kwa bahati mbaya, haya ni matokeo ya viongozi wa kiraia kushindwa kutatua shida za wananchi, ufisadi na kung'ang'ania madaraka. Leo tunakupeleka tukaone orodha ya majeshi kumi au matukio kumi ya kijeshi yaliyotikisa Afrika na kubadili uongozi ndani ya miaka hii mitano. Kutoka Mali mpaka Gabon, haya ndiyo majeshi yaliyosema imetosha. Orodha ya majeshi kumi ya Afrika yaliyofanya mapinduzi 2020 hadi 2025. Moja, Mali mapinduzi ya kwanza Agasti 2020. Tunaanzia Mali, Agasti 2020. Hapa ndipo moto ulipoanzia. Baada ya miezi ya maandamano ya wananchi, waliokerwa na rushwa na ukosefu wa usalama, kikosi maalum cha jeshi chini ya Kanali Asimi Goita kilimkamata Rais Ibrahim Bubakar Keita. Walimlazimisha kujiuzulu kwenye runinga ya taifa. Jeshi likaunda kamati ya ukombozi likisema limekuja kuokoa nchi iliyokuwa inazama. Tukio la pili ni Chad, Aprili 2021. Rais wa muda mrefu Idris Deby aliuawa vitani. Kikatiba, spika wa bunge alitakiwa kuchukua nchi, lakini jeshi la Chad lilisema hapana. Walivunja katiba, wakavunja bunge na kumsimika mtoto wa rais huyo, Jenerali Mahamat Idris Deby, kuwa kiongozi mpya. Ingawa liliita baraza la mpito, dunia ilijua wazi haya ni mapinduzi ya kijeshi yaliyomweka mwanajeshi madarakani kinyume na sheria. Turudi Mali, Mei 2021. Miezi tisa tu baada ya mapinduzi ya kwanza Kanal Asimi Guita alifanya mapinduzi mengine ndani ya mapinduzi, alipoona viongozi wa kiraia wa mpito wanafanya mabadiliko asiyoyataka kwenye baraza la mawaziri, aliamumu wakamatwe wote. Safari hii Goita hakutaka kuweka mtu mwingine, alijitangaza yeye mwenyewe kuwa rais wa mpito hapa ndipo Mali ilipoingia rasmi kwenye utawala kamili wa kijeshi. Namba nne, inashangaza kidogo. Julai 2021, Tunisia rais Kais Saied akitumia nguvu ya jeshi alilisimamisha bunge na kumfukuza waziri mkuu. Wanajeshi walitumwa kuwazingira bunge na kuzuia wabunge kuingia. Ingawa rais alikuwa raia, kitendo cha kutumia vifaru kufunga mihimili wa bunge ni mapinduzi ya kimyakimya. Soft coup. Jeshi likikubali kutumika kumpa rais nguvu zote. Tano, Gine, mwisho wa Alpha Konde, Septemba 2021. Septemba 2021, Ginea ilitikisika. Rais Alpha Konde aliyebadili katiba ili atawale muhula wa tatu, alikutana na Kanel Mamadi Dombuya. Komando huyu wa kikosi maalum walivamia ikulu, risasi zilirindima na Konde akaonekana video akiwa pekupeku. Dombuya alitamka maneno maarufu kama, ukiona mtoto wako analia ni wajibu wa baba pumpoza. Jeshi likachukua nchi kwa shangwe kubwa za wananchi. Sita, Sudan, jeshi la vunja ndoa, Oktoba 2021. Baada ya kumwondoa omar al-Bashir mwaka 2019, jeshi na raia walikuwa wakitawala pamoja, lakini jenerali Abdel Fattah al Burhan aliamua kuvunja ndoa hiyo Alikamata mawaziri wa kiraia akavunja serikali ya mpito na kutangaza hali ya hatari. Jeshi liliamua kuchukua udhibiti kamili, hatua ambayo imeliingiza taifa hilo kwenye machafuko makubwa hadi sasa. Saba, Burkina Faso, mapinduzi ya kwanza, Januari 2022. Januari 2022, zamu ya Burkina Faso ilifika. Wanajeshi walichoshwa na mauaji ya magaidi na serikali kushindwa kuwapa silaha. Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba alimpindua Rais Roch Kabore. Damiba aliahidi kurejesha usalama na wananchi walimshangilia wakiamini mkombozi amefika. Nane, Burkina Faso mapinduzi ya pili Septemba 2022. Miezi minane tu baadaye Septemba 2022, Burkina Faso ilipinduliwa tena. Kapten mdogo kabisa Ibrahim Traore, miaka 34, alimpindua Damiba. Traore alisema Damiba ameshindwa kazi na ameanza kula bata na wanasiasa badala ya kupigana vita. Haya yalikuwa mapinduzi. 9 Niger Walinzi wa mgeuka raisi, Julai 2023. Julai 2023, Niger. Rais Mohamed Bazoum alidhani yuko salama kwa sababu alikuwa kipenzi cha Ufaransa na Marekani, lakini mlinzi wake mkuu, Jenerali Abdurrahman Chiane alimfungia ndani ya ikulu na kutangaza kuchukua nchi, licha ya vitisho vya ECOWAS kutaka kuvamia Niger jeshi lilikomaa na kuungwa mkono na Mali na Burkina Faso. Niger ikawa nchi ya mwisho ya Saheli kuingia mikononi mwa jeshi. Kumi. Gabon, mwisho wa enzi ya Bongo. Agasti 2023. Na tukio la kumi na la kushangaza zaidi lilitokea Gabon Agasti 2023. Familia ya Bongo ilitawala nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 50 baada ya uchaguzi wa wizi. Jenerali Brice Oligui Nguema alitangaza kufuta matokeo hayo dakika chache baada ya kutangazwa. Ali Bongo aliwekwa kizuizini nyumbani. Tofauti na nchi nyingine, hapa jeshi lilipindua kuzuia machafuko na kumaliza utawala wa kifalme wa familia moja. Nguema aliapishwa na nchi ikatulia. Hitimisho. Hayo ndiyo matukio kumi makubwa ambapo jeshi liliamua kushika hatamu kati ya 22 na 225. Ukiangalia kwa makini, kuna uzi unaofanana. Wananchi wamechoshwa na demokrasia ya kwenye makaratasi ambayo haiweki chakula mezani wala kulinda usalama wao. Majeshi haya yamekuja na ahadi ya ukombozi mpya wa Afrika. Wamefukuza majeshi ya kigeni kama Ufaransa na kudai uhuru kamili wa rasilimali zao. Lakini swali linabati, je, wanajeshi hawa wataweza kuleta maendeleo ambayo wanasiasa walishindwa au nao watalewa madaraka? Muda utatuambia, lakini jambo moja liko wazi, Afrika imebadilika na watawala wazembe hawana tena uhakika wa kulala ikulu. Kama umependa uchambuzi huu, gonga like na subscribe. Tuambie kwenye comments, ni kiongozi yupi wa kijeshi kati ya hawa unayemkubali zaidi. Mimi ni wako mchambuzi. Tukutane video ijayo.